Mtazamaji wa Clouds, hapa ni Somanga Mtama halmashauri ya wilaya ya Kilwa mkoani Lindi. Nyuma yangu ni daraja la Somanga Mtama. Historia inaonyesha daraja hili mwaka jana kipindi cha masika lilisombwa lili, lili, na maji na mawasiliano yalikuwa wamekatika hapa, na ndicho ambacho kimetokea hivi sasa. Ninavyozungumza hakuna mawasiliano kati ya Vyombo vya usafiri vinavyotoka Dar es Salaam kwenda mikoa ya Lindi au mikoa ya Kusini kwa ujumla na vyombo vya usafiri vinavyotoka mikoa ya Kusini kuelekea Dar es Salaam na mikoa mingine, hakuna mawasiliano, yamekatika hapa, na maji kama ambavyo nashuhudia yanatiririka kwa wingi, na niko hapa kuangalia hali ambayo inaendelea. Lakini nazungumza na wananchi wa eneo hili la Somanga Mtama kusikia wao wanazungumziaje tukio hili, kwa muda gani maji yamefurika hapa na nini ambacho kinaendelea kwa sasa. Tulitegemea hili hapa kwamba itatokea kwa sababu yametolewa mawe, umewekwa udongo na sehemu ni sehemu kubwa ya maji. Changamoto ndio hiyo. Sidhani kama wataalamu walianza wali, wali, wali kufikiria vivi mpaka mambo ya kama hayo hapo. Tunaasirika kutokana na changamoto za ki yani kama hivi labda wagonjwa huku, maana hospitali kubwa inategemeka huku kinani huku Tingi. Kwa hiyo changamoto kama kuna labda mgonjwa huku hospitali ndogo ndogo, nani kituo cha afya, inatakiwa tuende hospitali kubwa iko nani Tingi. Na hii hali haijatokea e, kwa sasa hivi tu, hali imetokea muda mwingi, kuanzia mwaka jana iliwahi kutokea, lakini pamezibwa, na hata hivyo watu wana wanajenga kwa hiyo hadha kama hii bado tunayo sana kwa hapa. Nini ambacho kinaendelea kwa sasa, lakini hatima ya eneo hili ni nini? Tayari wataalamu wapo saiti, vifaa vyote vipo pamoja na material ya kurejesha miundombinu hii ya barabara, ili kuhakikisha kwamba tunarejesha mawasiliano kati ya kusini mwa Tanzania na watu ambao wanatoka mikoa ya kusini kuelekea Dar es Salaam salam yeah. Lakini kwa mujibu wa wataalamu wetu wa Tanroads wamenihakikishia kwamba itakapofika kesho jioni tayari tutakuwa tumesharejesha mawasiliano kwenye hili eneo. Nimezungumza na mfanyakazi wa kampuni ya Hunan ambayo ndio amepewa kandarasi ya kujenga daraja eneo hili. Yeye anaeleza kile ambacho amekishuhudia tangia maji yalivyoanza kufurika hapa na mpaka nyakati hizi za jioni. Kwa hiyo tulianza kuona maji yakiwa yametiririka kwa wingi, lakini maji yalikuja kwa kasi mno na kuweza kusababisha uharibifu wa maji yakiwa yanapita hadi chini ya daraja na kuweza kusababisha kukata mawasiliano kati ya eneo la daraja kutokea watu wa Dar es Salaam kuelekea Lindi kutokea hapa Somanga Mtama. Mimi naitwa Juma Muhammad, na hii ni Clouds.